vyanza kuharibiwa. Na pensheni ya wastaafu, deni la taifa bado gumzo. Pensheni deni la wastaafu e, taifa bado gumzo. Na habari kubwa kwenye gazeti la mwananchi ni Askofu Gwajima yuko mafichoni, Askofu Gwajima yuko mafichoni. Wakili Kibatala asema yuko salama, mchakato wa kutoa e, kwa kuwatoa anaoshikiliwa kupinga hatua za serikali kuifungia kanisa wakati washtaki eh, kwa shika kasi hiyo. Ni habari kwenye gazeti la kula Mwananchi, nasema askofu gochima yuko mafichoni, na huko askofu eh, na huko eh, kibatala eh, atoa shuda na kusema yuko salama. Lakini bado kuna habari inaosema vita vya vigogo majimboni, vita vya vigogo majimboni, lakini Chadema msajili kinawaka, kinamnyika warejea Chadema msajili kinawaka kina Mnyika warejea. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Na ukata unavyokwamisha mipango ya maendeleo East Africa, ukata unavyokwamisha mipango ya maendeleo East Africa. Hiyo habari kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, na kuachana na gazeti lako la Mwananchi. Tuangazie kwenye gazeti lako Habari Leo lenye linaanza na habari inayosema serikali yavuka lengo ukuaji wa pato la taifa, serikali yavuka lengo ukuaji wa pato la taifa. Lakini trafiki aliyedakwa na mirungi afungwa maisha, trafiki aliyedakwa na mirungi afungwa maisha, yenye habari ukurasa wa ishirini, na vigogo waliohamia chauma wakanusha kununuliwa, vigogo waliohamia chauma wakanusha kununuliwa, na serikali yavuka lengo ukuaji wa pato la taifa TRA yavuka lengo makusanyo. Mwigulu ale, atetea mikopo mfumo, ghala la takwimu za fedha, uchumi wajabar ne gazeti la habari leo ukurasa wa 3, habari inaendelea kwa kina na waziri mkuu Kassim Majaliwa aagiza ukaguzi bidhaa kuanzia viwandani. E, waziri mkuu Kassim Majaliwa agiza ukaguzi wa bidhaa kuanzia viwandani. Na mpango aonya kufuata mkumbo vurugu uchaguzi. Mpango aonya kufuata mkumbo vurugu uchaguzi. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina, na tukiangazia gazeti lako la Zanzibar leo lenye kurasa za mbele na habari inayosema Waziri Lela ataka ubunifu mamlaka mafunzo ya amali lakini wawekezaji 12 wajitokeza kuwekeza micheweni wawekezaji kumi na mbili wanatokeza kuwekeza micheweni. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ni Dr. Mpango wa famasia atoe ni elimu matumizi ya dawa. Huyu ni Dr. Mpango wasema wa famasia atoe ni elimu matumizi ya dawa, huku vijiji eh, 45 Zanzibar kupatiwa huduma, eh, kupatiwa huduma ya umeme. Na Dr. Sada anika vyanzo mbadala vya mapato Dr. Sada anika vyanzo mbadala vya mapato. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini kimataifa, rais mpya Korea ya Kusini ateua waziri mkuu. Rais mpya Korea ya Kusini ateua waziri mkuu, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Na gazeti lako la Uhuru asubuhi ya leo lina habari inayosema Dr. Mpango awatwisha jukumu wa famasia nchini Dkt. Mpango awatuisha jukumu wa famasia nchini. Lakini TBS msihurumie bidhaa zisizo na ubora. Huyo ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa asema TBS msihurumie bidhaa zisizo na ubora Tanzania. Wizara ya Fedha kukusanya trilioni 50.1 mwaka 2025/2026. Wizara ya Fedha kukusanya trilioni 50.1 mwaka wa fedha 2025/2026. Ndio gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele lakini makala anika mazuri ila ni mpya ya CCM. Makala anika mazuri ila ni mpya ya Chama cha Mapinduzi CCM na SMZ yajipanga utekelezaji vipaumbele 10 ya 2025 2026. Hilo ni gazeti lako la Uhuru, ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la Majira lenye linatuhabarisha asubuhi ya leo kwenye habari inayosema wanandoa wanaodaiwa kuuawa wa na mtoto wao kuwazikwa Kilimanjaro. Lakini Mwendokasi Mbagala sasa kuchele mabasi 255 njiani. Mwendokasi Mbagala sasa kuchele mabasi 255 njiani. Kampuni ya Kizalendo yakabidhiwa jukumu hilo. Tayari imepata mataji mtaji na dhamana inayohitajika. Lakini bei mpya ya petroli dizeli Dar es Salaam ni kicheko. Bei ya mpya petroli dizeli Dar es Salaam ni kicheko. Dedimaki Denmark yatoa bilioni 41 ya kuisaidia uchumi wa Afrika. Lakini yajue mafanikio ya BMH na uwekezaji mkubwa uliofanyika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari kubwa inayosema kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Serikali ya ipa yalipa deni la tilioni 10.19 hadi Aprili 2025 lakini naibu waziri Sangu awataka waajiri kutekeleza mwongozo wa utumishi yuna habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania ukurasa wa mbele na kwenye gazeti la WaMachinga sauti ya wanyonge, asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema mahakama ya rufani yaiamuru The Citizen kumlipa mchecho bilioni 2.5. Lakini raia wa nchi 71 kupatiwa visa wanapofika nchini lakini Wizara ya Fedha yaomba bajeti ya trilioni 20.19. Wizara ya Fedha yaomba bajeti ya trilioni 20.19. Lakini serikali yatoa bilioni 26.9 ujenzi wa skimu ya umwagiliaji ya Mwamapuli. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la WaMachinga. Ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Ligidi gazeti lako la uwelekeo asubuhi ya leo linaandika Samia akaamua mradi uliokwama kwa miaka ni wa skimu ya umwagiliaji. Lakini Profesa Janabi anika vipaumbele vyake. Bei ya petroli, dizeli na mafuta ya taa ya shuka. Hiyo e, ni habari kwenye gazeti lako la uwelekeo. Wizara ya Fedha yaomba kuidhinishiwa trilioni e, ishirini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uwelekeo kwenye kurasa za mbele. Ligidi gazeti lako la dira lenye linaandika swala la Nehemia mchechu limekuisha, lakini wenye magari kicheko, eura ikishusha bei ya mafuta. Nchi moja kuingia Tanzania bila visa, nchi moja kuingia Tanzania bila visa. Dr. Mwigulu anika vipaumbele vipaumbele vitano. E, vipaumbele vitano na gazeti lako la mtazamo mpya lenye ukurasa wa mbele inaandika wizara ya fedha ya omba trilioni 20.19 219 na ema mchechu kulipwa bilioni 2.5 nchi sabini na moja kuingia Tanzania bila visa, huku Dr. Biteko atoa agizo kwa taasisi wizara ya nishati ya urashisha bei ya mafuta. Iyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la mtazamo mpya. E, ni kicheko kushuka kwa bei ya mafuta e, inapatikana kwenye gazeti la mtazamo mpya na, mtaza na tukiachana sasa e, na gazeti lako la Mtazamo Mpya, tuangazie gazeti la kula Nipashe eh, Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo linaandika sakata la Chadema msajili kutua kortini. Sakata la Chadema na msajili kutua kortini, ni kuhusu uamuzi wa baraza la kuu kujaza nafasi za viongozi kufutiwa ruzuku. Ana mamlaka kutafsiri katiba ya chama eh, kwa namna anavyoona yeye. Lakini adaiwa kujifungua mtoto kisha kumuua kwa kumfunika kwenye ndoo adaiwa kujifungua kisha kumuua mtoto kwa kumfunika kwenye ndoo. Lakini mahakama rufani yabariki mchecho kulipwa bilioni 2.5 bili, na mafao ya wastaafu sasa yalipwa kwa wakati, TFS yaliana nishati chafu ya kupikia ku gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tukiangazia sasa kurasa nyuma kwa kurasa michezo eh, kwenye gazeti lako eh, la nipashe linaanza na habari inayosema Simba kukamilisha hesabu eh, katika Dabi. Simba kukamilisha hesabu katika Dabi. Lakini Yanga bingwa FA kupatikana Kibabe na Kisasi, hiyo habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika michezo ya kubeti ya ingiza bilioni 17, Simba lengo ni ubingwa tu, DRC yampa shime mwanga wa AFCON u ni habari kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Simba yaingia kambini kujiandaa na dabi ya Kariakoo. Simba yaingia kambini kujiandaa na dabi ya Kariakoo. Lakini michuano ya Sekafa wanawake kuanza Juni 22, JKU yaelekeza nguvu zote shirikisho shirikisho. Habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo gazeti la Uhuru kwa michezo naandika Dabi Yanga Simba bado kizungumkuti. Dabi Yanga Simba bado kizungumkuti. Lakini shime akiri mechi za kirafiki zimewasaidia. Mastrika ligi kuu bara wa mtega kocha Morocco. Gazeti la Majira inaandika Yanga akili zote fainali Cup. Maandalizi ya chani 2024 ya pamba moto. Habari eye kwenye gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika michezo ya kubashiri yaingiza serikali bilioni 17. Lakini Dickson Jobu bado yupo yupo Yanga ajifunga miwili eh. Dickson Jobu bado yupo yupo Yanga ajifunga miwili. Lakini gazeti la Wamachinga linaandika Simba wajiandana kwa dabi ya Kariakoo. Kocha Singida Black Stars, tumejipanga kutoa CRB msindo wa Azam haendi kokote, KMC ni swala la muda soa, sasa kuhamia Yanga msimu ujao. Gazeti lako naandika Yanga tumepeleka barua TPLB, ni ya kutocheza na watani wao Juni 15 Simba kambini kuwawinda wananchi la la Mtazamo e, Mpya linaandika Simba yajipanga na ubingwa wa ligi kuu, lakini prisoni ya hapa kuibania Yanga. Hilo ni gazeti lako la Mtazamo Mpya, ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Mtazamo Mpya kwenye kurasa wa michezo e, bado tunaachana nalo, tunaangazia gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika kocha Yanga dabi ah, wapi, lakini afya ya akili inavyotesa masta bara Simba ya gusa dili la Yanga, lakini za mwekea furushi mezani, Fadu atoa maelekezo. Hilo ni gazeti lako la mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini Azam Manula bado kidogo e, Azam na Manula bado kidogo. Lakini kimataifa, Bruno afichua siri ya kukataa e, eh, shilingi, eh, bilioni mia saba ishirini na sita. Huyo ni Bruno afichua siri ya kukataa shilingi bilioni mia saba ishirini na sita